Na mkirejelea taarifa ile yetu ya hapo awali, nikiachana taarifa za michezo ni kwamba, je, mtazamaji unafahamu kwamba asilimia tano pekee ya Wakenya ndio walio na ving'amuzi yaani set top boxes ambavyo hazihitaji malipo ya kila mwezi? Haya ni kulingana na takwimu za utafiti wa shirika la Ipsos Synovate ambazo zimebainisha kwamba asilimia 95 ya ving'amuzi vya dijitali vinavyotumika kote nchini huhitaji malipo ya kila mwezi. Takwimu hizo pia zimeonyesha kwamba asilimia 35 ya Wakenya pekee ndio walio na ving'amuzi vya dijitali. Hoja hii ndio imewafanya wabunge kuunga mkono ombi la wamiliki wa, wa vyombo vya habari kuongezewa muda zaidi wakisema kwamba Wakenya wanahitaji muda zaidi kujitayarisha kuhama hadi katika mfumo wa dijitali. Kwenye mkutano na wanakamati wa kamati ya sheria katika Bunge la Seneti, wamiliki wa vyombo vya habari waliowasilisha ombi la kuruhusiwa kupeperusha matangazo kupitia mfumo wa analogi hadi tarehe 30 mwezi Mei ili kuwa na muda wa kutosha kujitayarisha kuhamia mfumo wa dijitali. Hoja nyingine iliubuka ni kuhusu hatua ya kutoa masafa mengi ya dijitali kwa kampuni ya kigeni ikilinganishwa na idadi ya masafa ya dijitali yaliyopeanwa na mamlaka ya mawasiliano nchini kwa kampuni za humu nchini. Suala la usalama wa taifa pamoja na hoja kuhusu Wakenya walio na uwezo wa kugharamia vidubwasha lilijadiliwa.

Tofauti na madai ya awali ya mamlaka ya mawasiliano kwamba zaidi ya wa wakenya milioni moja wana vidubwasha vya dijitali, takwimu za shirika la Ipsos zinaonyesha kwamba asilimia 35 pekee ya Wakenya ndio walio na vidubwasha vya dijitali na asilimia 95 ulipiwa na wanaotumia ili kupata matangazo, kumaanisha kwamba tangu kuzima kwa masafa ya analogi, asilimia 65 ya Wakenya wamekuwa gizani. and therefore when we see what is happening it becomes A legitimate concern of wamiliki wa vyombo vya habari. Wameibua swala kuhusu ukiukaji wa haki miliki zao. Kando na hilo, imebainika pia kwamba asilimia kubwa wa Kenya hawajahamasishwa vifaavyo kuhusu mchakato wa kuhamia mfumo wa dijitali.

wabunge wa Bunge la Taifa pia nao wameirai mamlaka ya habari na mawasiliano nchini kutoa muda zaidi kwa runinga za KTN, NTV, Citizen TV na QTV kuweka vifaa muhimu kuwezesha kutoa matangazo kwa Wakenya kupitia mfumo wa dijitali wakisema, muda zaidi utahakikishia Wakenya matangazo bora. Milioni nne wa Wakenya wana, wana TV zimezimwa saa hizi, milioni nne, milioni moja na elfu mia mbili ndio zinaona TV saa hizi na ule mwekezaji anakuja Kenya kufanya hiyo kazi ni Mchina, usalama wa kitaifa utakuwa hatarini, kwa sababu katiba inasema information, information, free flow of information. Watatumia hiyo nafasi ku expose usalama wa kitaifa tujue, tuna majeshi wangapi. Hayo yakirithiwa, mwanarakati mwanaharakati Okiya Omtatah amewasilisha kesi mahakamani kupinga hatua ya CAK kuzima masafa ya analogi ya runinga za KTN, NTV, QTV na Citizen TV.